Bas, umekaa na mama, naangalia, nikaona amekabidhiwa ule mkoba na ADC yule eh, mpambe wa rais eh, eh. Akarudi nyuma akapiga saluti akarudi, baada ya kukabidhiwa zungu akafungua mkoba ule akatoa ile basha akafungua, akasoma, nilimwangalia kwa makini, akasoma akawaangalia wabunge, akawaangalia wabunge kana kwamba ana jambo zito, sasa anataka kulisema. Anasema hapa, nimekabidhiwa barua ya uteuzi wa waziri mkuu, natangaza rasmi jina lililoko hapa, Mwigulu Lameck Nchemba Madelu kuwa mgoni, waziri mkuu mteule. Ni ghafla machozi yalianza kunitoka. Nililia nililia, sielewi ni, ilikuwa ni furaha, hata sielewi. Mama akaniambia sunyamaze, nikasema sijui. Tekeleza matakwa hayo kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Furaha sijui imenipitiliza.